Majira ya saa 2 na dakika 28 asubuhi, tulipokea wito wa uwepo wa tukio la moto tukitaarifiwa kwamba kuna mmoja wa chumba cha hostel cha chuo kikuu cha Sayansi Must Mbeya, kilikuwa kina waka moto. Tuliweza kufika eneo la tukio kweli, tukabaini uwepo wa tukio hilo ambalo kulikuwa kwenye hostel ambayo inaitwa block namba 8 c ambayo miongoni mwa chumba chake moja ambayo a Kilikuwa kinawaka moto. Tulidhibiti moto huo ili usiweze kuenea maeneo mengine na tukafanikiwa kufanya hivyo. Chanzo cha moto huo, taarifa za awali inaonyesha ni coil hita ambayo wanafunzi mmoja wa wanafunzi ambao wanakaa kwenye chumba hicho walikuwa wanakitumia kwa ajili ya kuchemshia maji ili waweze kuoga. Najua wote nafahamu kwamba mkoa ndio una baridi sana. Kwa hiyo walikuwa wanachemshia maji ili waweze kupata maji ya moto ili waweze kuoga. Kwa bahati mbaya ikapata short na kwa sababu hita hiyo ilikuwa karibu na godoro, moto kashika kwenye godoro na kuweza kusababisha madhara. Madhara ambayo yamepatikana ni kuungua kwa baadhi ya vitu vya wanafunzi ikiwemo nguo zao, madaftari na, na, na kompyuta mpakato mbili ambazo wanafunzi walikuwa wanazitumia, vitanda pamoja na yao magodoro ambao walikuwa wanatumia wanafunzi kulalia. Baada ya kufanya uchunguzi tunaweza kubaini chanzo hicho kama nilichosema pia na kuendelea kuwasisitiza wanafunzi kuhakikisha kwamba wanachukua tahadhari kwenye matatizo mbalimbali yanayotokea hasa na majanga ya moto, ikiwemo kutumia vifaa ambavyo vifaa ambavyo hawezi kusababisha madhara. Kwa sababu baada kufanya shuwe, kwa ya kufanya mahojiano na uongozi wa shule tumebaini kwamba moja ya sheria yao moja wa chuo uongozi wa chuo unasema sheria yao ina, ina, inaagiza na inaelekeza kutotumia vifaa vya ita kama hivyo ambavyo wanafunzi walikuwa wanavitumia. Kwa hiyo wito wetu kama jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya kwanza uongozi wa chuo wahakikishe kwamba unafanya ukaguzi wa mara kwa mara kubaini kama wanafunzi wana vifaa ambavyo vinaweza vikaleta madhara ya moto kama ambavyo umetokea. Lakini jambo la pili, tumelegeza wanafunzi washikisha kwamba wanakuwa walinzi wa mali zao, kwa sababu sio kwamba tu wanaweza kupata madhara wao lakini hata zile mali zao. Tunaona sasa hivi wanaendelea na mitihani, lakini vitabu vyao wengine mpakatu, kwa mazao mpakato zinaweza kuathirika na moto, kitu ambacho kwa namna moja nyingine inaweza kuathiri kwenye masomo yao. Kuna timu ya wataalamu ambayo itashirikiana na timu ya jeshi la zima kuweza kufanya tathmini nzima na kuweza kutoa sasa taarifa rasmi ya chanzo cha ile tukio na kuweza basi kutushauri kitaalamu, siku za usoni tufanye nini kuweza kuzuia matukio kama haya, majanga kama haya yasiweze kutupata. Na kwa wale basi ambao chumba kile moto lilikoanzia pamoja na kile chumba cha juu pale tumeisha wabainisha, na nafikiri mtaelezwa taratibu namna gani ambavyo tutaweza kuwasaidia kwa haraka kuweza kuhakikisha kwamba basi mnaendelea na maisha yenu kama kawaida. Lakini basi kama management pia tumeona kwamba wote ambao mnakaa wingi hii, utaratibu unafanyika, tutawahamishia kule hosteli mpya. Kama mnavyoona basi limeshafika pale, mtaelekezwa utaratibu wa namna mtakavyotoka hapa, mtakavyoingia ndani chumba kimoja kimoja, wale members wa chumba mtaingia, mtachukua vitu vyenu <coughs> baada ya kuangalia ni nini ambacho kipo na kadhalika, mtaelezwa ili tuweze basi kuhamishia kule na tuweze kuona taratibu zingine. Na kwa wale ambao pengine mlikuwa na testi leo ambao ni wakazi wa jengo hili ambao pengine mmeathirika na testi hizo, DVC <coughs> Academic huko hapa atatoa utaratibu wa namna gani msaidiwe, ili basi msiweze kuathirika kwenye masomo yenu pia <coughs>